Hili ndilo suluhisho la uke kuvimba kwa wewe mwanamke mjamzito. Wewe mwanamke ambaye unapata maumivu ya uke, aidha uke unavimba wakati wa ujauzito wako, basi suluhisho ni kama ifuatavyo, naomba nisikilize hadi mwisho. Namba moja, hakikisha unapata muda wa kupumzika na muda huu, miguu weka juu ya kitu, usikanyage miguu chini. Baada yako unaweza kuweka juu ya mto Aidha ukaweka juu ya kiti miguu isiwe chini. Unaweza ukafanya hivi mara mbili hadi mara tatu kwa siku. Namba mbili, kaa kwenye maji ya vuguvugu. Hakikisha unaweza ukakaa kwenye dish, kwenye maji ya yale ambayo ni ya vuguvugu. Hii itasaidia kupunguza maumivu ya yeah, uke, okay. Namba tatu, kunywa maji ya kutosha. Unapokunywa maji ya kutosha hii inaweza ikasaidia mzunguko wa damu kuwa vizuri zaidi, na hii ikapelekea uke wako kuto kuvimba zaidi, aidha kuendelea kuvimba. Namba nne fanya mazoezi, hususani mazoezi ya kutembea, angalau kwa siku unatembea angalau hata nusu saa, hiyo inaweza ikakusaidia kuepuka changamoto ya uke kuvimba. Namba tano Epuka kukaa aidha kusimama kwa muda mrefu. Kama mnakumbuka, tulisema hiki ni moja ya chanzo ambayo kinaweza ikapelekea damu kukwama na kufanya uke wako ukavimba. Kwa hiyo fanya hivyo, inaweza ikakusaidia. Tahadhari, kama ukiona uke wako unavimba aidha na maumivu makali au kiasi kwamba unashindwa kukaa, unashindwa kutembea Fika hospitali. Ukiona unatokwa na uchafu ukeni ambao ni kama maziwa aidha mtindi, fika hospitali. Ikiwa unapata maumivu wakati wa kukojoa, vile vile ni vyema kufika hospitali, yawezekana yakawa ni maambukizi. Kwa hiyo ukiziona dalili ambazo zimezidi aidha maumivu ambayo ya yamekithiri, fika hospitali kwa msaada zaidi. Asante sana, usisahau kulike na kutufollow kwenye video zetu ili uweze kujifunza zaidi. kumbuka video hizi zinapatikana YouTube kwa jina hili hili la Afya Kwanza 332. asante sana. Share na mwenzio ili na mwenyewe apate kujifunza.